Last time nime, nime msikia legend Dudubaya alikuwa analalamikia baadhi ya watu ambao wamewahi kumnyonya huko before uh, pesa zake. Akasema bwana mimi, kama uliwahi kuja kwangu dudu Dudubaya, kwanza hilo jina lenyewe la habithi la la kipumbavu kabisa, unajitaje unajihitaji Dudubaya hey. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV 96 link, mimi mi naitwa Victor Madaha, karibu sana kwenye exclusive interview leo niko na Qchief tuna story nyingi sana za kuzungumza naye but nzuri sana uh, tarehe kumi na tatu ya mwezi Februari atakuwa uh, na jambo lake pale uh, makumbusho si ndio, lakini sio so story nyingi kweli kabisa. uh, uh, mambo vipi? Safi kabisa, kuema, safi naona hapa kuna media gani inaitwa 96 link, hongereni uh, yeah, sana na Bongo Plus kabisa, shukrani. Uh, nakumbuka hii nitakuwa ni interview yangu ya pili kufanya kazi na wewe na napenda uh, namna ambavyo uandishi pia unatujali uh, pia kama vijana na chemistry yako pia kwetu sisi pia na pengine hasa career yako kwa kweli na, na hasa. Chifu, vyombo vya habari hasa chifu, unaizungumziaje vyombo vya habari? Ndo kitovu cha sanaa, kitovu cha siasa, kitovu cha nchi, kitovu cha habari kwa wananchi ambao ambao kwa namna moja ama nyingine, bila waandishi wa habari bila uh, uh, journalism ama watu wa bloggers, mambo au mataarifa haziwezi kufika kwa wakati. Ingawa wengi wajasoma wamepata nafasi ya kuweza kuwa na access ya kufanya hivi vitu, lakini wakirudi shule Nadhani wanaweza wakamachua wakafika kwenye levels za BBC na sehemu nyingine, kwa sababu lazima ujiendeleze. Kwa hiyo mimi binafsi okay, sidhani si kama nina relationship mbaya sana na waandishi wa habari, kwa sababu ya wanavyoniandika. Sometimes it is their duty to write what they think they can write, so mimi sina mamlaka ya kusema wananifanyia hivi. mm-hmm. mm-hmm. Na ndio maana i have never attacked mwandishi, ni mtu ambaye namheshimu sana. Yeah, sure yeah. Yes. U, umekuwa kwa kipindi cha muda mrefu bila kusikia kazi yote kwa sisi ambao ambao tunakufuatilia nikasema na, nikikutana nawe nitakuuliza hili na Chief, ilikuwa ni nini hasa huko kimeota. If they don't demand for you then that means kwamba you are not potential. Your potential is weak. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa hii demand, kwa sababu kila sehemu ninapopita ukaribuni hapa naambiwa, vipi mawe, vipi nyimbo. We are on the process. Leo nimetambulisha ngoma yangu mpya somo na Kivurande oh, na, na, na natambulisha tena wiki hii oh, um, um, ngoma yangu na Yang Lunya yep, featuring Yang Lunya lakini yote hii uh, ni kwa sababu ya demand na maoni na vile ambavyo watu wanavoni approach kuniambia tunafanyaje. Wakati mwingine, kama una access ya pesa au fedha ya kufanya kitu, unakaa kimya yeah. Rudi nyuma yeah. Maji kija kwa kasi, rudi nyuma, yapishe mm. ili uweze kufanya vitu, ndio nilichokifanya unajua. mm. mm. Inaishi kwa sababu ya riski za watu sure. Riski zangu ziko kwenye miguu yangu, lakini kwenye mikono ya mikonoya yeah. Chief, mimi ni Mnyamwezi na nishe kusikia maraka zao kisema pia Tabora, pengine kuna, una undugu nao una relation na fulani hivi unapokutana na hmm, Chief anakuwa ni mkubwa wangu heshima. Kwa hiyo pia uh, uh, mwezi umesema una jambo lako uh, tarehe kumi na tatu sijafanya show kwa, si kwa takriban mwaka Dar es Salaam wa miaka miwili lakini pia this um, this is my home. This is my city. Kuna wasanii wengi sana wamekimbia huo mji wameenda Dodoma, Mwanza, Mbeya, si wafahamu wa wasanii lakini katika misingi ya utafutaji sio vibaya. I never ran away from my home, my, from my city, my my home city romrom town yeah. I believe kwamba hizi changamoto zimeletwa kwa sababu Mungu anajua kabisa naweza nikazibeba kichwani na nikaishi nazo. Hiyo mimi kupata fursa hii ya kuah amelnamtawa kito nyama, lakini nilisubiri wao anipigi so is now. Kwa hiyo watu

washukuru sana 96 Media House, nawashukuru pia Bongo Plus sababu yeah, kwa sababu I believe husio mwisho wetu ni mwanzo wa kufanya coverage yeah, kuelekea yeah, kwa sababu tarehe sure, kumi na nne kuna show nyingi yeah, kwani tumeifanya tarehe kumi na tatu kwa uh sababu -huh, kuna mabachela na kama sisi yeah, kama Ismart Mm. Kama Dani wa Shirima mm. yule yeah. ana hata mtu yeah. anatafuta mtu yeah. Sasa tukifanya tarehe kumi na nne ambayo ina watu kidogo mm. we want a valentine without drama, a valentine without drama. So umekwama manunu unaanza kumpenda nyumbani yes, yeah. yeah. Chief, ni, ni kupongeze pia umekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao haulalamiki sana uh, kuhusu ku, ku, media. Nikupongeze kwenye hilo lakini kwenye haki yako huwa unazungumza. Last time nimemsikia legend Dudubaya alikuwa analalamikia baadhi ya watu ambao amewahi kumnyonya huko before uh, pesa zake akasema, bwana mimi, kama uliwahi kula chakwangu Dudubaya hilo jina lenyewe like, la habithi la like, kipumbavu kabisa, unajiitaje Dudubaya? hey. Yani e mwanamke mzuri hata akasema, sikuma bwana, sikiliza, nikuambie, huyu ni mmoja ya wasanii ambao pengine amekwama pengine amefeli pengine ajitambui pengine anataka kuchukua kazi zenu yani, huyu kachukua kazi yako. Kwa kifupi, Dudubaya kwenye mawenja yeah, kwa sababu ile in, zile interviews yeah, kufanya eeufanya yeah, we, moja ya vitu ambavyo sivipendi na unavyovitaja yeah, sivipendi ni yeah, kumtaja mtu ambaye anamzungumzia mgonjwa yeah. Fela kawakosea watu wengi mm, lakini sio muda sahihi wa kumjadili Fela. Fela naitaji msaada in his healing. Wengi watatoka wangapi? Mtoto wa kiume na akili zako na maumivu yako, unaanza kuprovoke kumwataki mtu ambaye mke wake anataka faraja tu kwake. Alafu bakuli lipo, lazima litembee. Yanga litembeza bakuli, mi mwenyewe nikifa natembeza bakuli. Kwa hiyo mi sitaki kelele za mtu mmoja kutoka Mwanza, msukuma ananipigia kelele hey. oh, no. hey. Dudu, sisi hatujai kudig maisha yako, hatujai kuchimba maisha yako. Tunakufahamu weakness zako, udhaifu wako, ujinga. Hatujai kudig. Huyu Dudubaya ni mtu ambaye anasema baadhi ya vitu vingine anaviacha yeah. Kashanijadili mimi na baba yangu without my permission, this motherfucker mm. Lakini leo nataka nimwambie kitu kimoja. Mbona mm. ukusema nilivyokupigia kipanga, nilikutolea kubwa mwananyamaa ah. Mbona ukusema kama bwana Abu alitokana kubwa exclusive, nilimpa show bilicanas uh-huh aje ya perform akitoka Mwanza mm. hana makazi yuko mm. guest nikamwambia I will pay for your guest, mm -hmm. I will pay you mm. and I will give you a job oh. bilikana zinafanya kazi sure, nikamwambia DJ Ibra, Dudubaya ata perform backstage, kuna kina Chid Benz, kuna kina song gani, kuna sanii imeitika, sina promotion radio yote, lakini imeitika chuma, imeitika kumifunga tulichokubaliana baadaye, nanaambia mimi nalipaga milioni tano. Nikamwambia we, msukuma labda kuchunga ng'ombe fara, wewe bombavu. this is my town. I introduce you to my town. You have to have total respect for me. mm -hmm. Kaanza kumtukana DJ Ibo, matusi mazito ya ngoni ya ndani, zile ni lana zinazomtuma ongee, acha, huwezi kutuma kila mtu akutukane kila mtu unamtukana wewe, kila mtu unamzungumzia wewe. Hapo ulipo mwenyewe unakaa kwa mamposa, anakusaidia bado, ushiriki kwenye misa zake, unakunywa mapombe bado, yani bado kwa prophet na bado unafanya zinaa za ki unprophet. Acha kumzungumzia Fera. hmm. Acha au sasa hivi ni muda wewe kutoka kuja Montana Lounge, mm, kuja kuangalia show za watu ambao wana exposure, sio sure? Kukaa kula mabapa, kuanza kuzungumzia huyu hivi huyu hivi babake hivi mamake hivi. Mbona sisi tunakujua tukuzungumzii, mengi mnajua? Mbona sisi hatukuzungumzia wewe, ina maana eh? Mm, wewe, mm. wewe? Mm una weakness -hmm. yeah, sure. don't you have weakness sure? hauna madhaifu na mapungufu sure? Kwa hiyo next time when you touch this people mm. don't mention stupid people in front of the camera when I speak. tunakutana tarehe kumi na tatu Montana Lounge. You cannot compare Chidi Benz na Dudubaya. Dudubaya anaiti mbili nakupenda mpenzi, nakupenda mama yangu, nakupenda mshenzi, nakupenda nane, nikaenda kumpenda damu mumbaya na mwenye mwenye Dudubaya ana nyimbo nyingine siyi inaitwa nini nini, Rashid mm. is, is, is, is, is, is outstanding